Mambo vipi? Ah, se kiukweli, nimetokea kuwaona toka kule mnatembea kwatu kwatu ile mona. Kiukweli mimi bana, ewacha nisizunguke sana mimi. Nakupenda mona, yaani nakupenda kweli kweli, yaani kabisa. Wewe unafaa kuwa kabisa mke wangu, uwe uli mkikuru nunu <laughs> akakikuru kanunu okukaja tukutiora nakupenda sana. Kwa naomba unikubalie ombi langu, alafu nikuoe. Yaani mimi nakuja kwenu chapi, natoa kila kitu na nyumbani na ng'ombe. Hivi hapa mjini nimekuja kuzunguka tu hapa <laughs> na ukifika kwetu sasa utakula ndizi, utakula kila kitu na utanenepa zaidi hapo. Utakuwa mzuri zaidi eh, nikubalie basi. Hebu nikubalie ombi langu bana. Unajua sijaanza kukupenda leo eh? <laughs> Napenda sana eti, jamani, da mpaka nachanganyikiwa. Mwenzio jamani, nachanganyikiwa hivi <laughs> kwa unavyoniangalia, kuanzia juu mpaka chini. Naaza kutembea na kituko kama wewe hmm? Mungo, mi kituko hapa <laughs> <laughs> emsikiza, kwa saa tafuta vituko wenzako, na sio mimi sawa. Sinaanza kutembea natakataka kama wewe mimi natembea na watu wenye pesa sawa na sio watu kama wewe. Kwa hiyo tafuta hela kakaangu, sawa? Lakini kama ni pesa pesa, mimi ninazo. Wewe unasema hela mimi sina. Mimi hela ninazo, ila basi tu ujui mimi pesa ipo hivi. Juzi ninavyokwambia tu nimesomba mikokoteni kumi na nane ya maji, wewe unafikiri mimi nina hela gani? <laughs>